Hawa ndio top scorer wa ligi kuu ya Tanzania bara baada ya mchezo wa leo wa Simba Sports Club versus Pamba Jiji Football Club ambao ulimalizika kwa ushindi wa goli tano kwa moja. Jincha Zabwa ndiye kinara wa mabao kwa sasa katika ligi kuu ya Tanzania bara akiwa na magoli kumi na tano katika mchezo wa leo. Jincha Zabwa ameifungia magoli matatu Simba Sports Club, amefanikiwa kuondoka na hat-trick akiwa pia ndiye man of the match katika mchezo wa leo. Nafasi ya pili yupo Clement Mzize mchezaji wa Young Africans ambaye na magoli kumi na tatu, akifuatiwa na Prince Mpume Lelo Dube mchezaji pia wa Young Africans ambaye na magoli kumi na mbili. Nafasi ya nne yuko Lionel Ateba Mbida ambaye leo ameifungia Simba Sports Club magoli mawili na kufikisha jumla magoli kumi na mbili. Jonathan Sowa anafuatia akiwa na magoli kumi na moja kutoka Singida Black Stars. Every Serupia akiwa na magoli kumi naye kutoka Singira Black Stars, Steven Dese Mukwala wa Simba wa Sports Club, pamoja na Wapaco Mzuza wa Young African Sports Club wanalingana magoli wakiwa na magoli tisa. Wote hao ndio top scorers wa ligi kuu ya Tanzania bara mpaka sasa. Kwa jinsi unavyouona huu msimamo wa wafungaji bora wa ligi kuu ya Tanzania bara, unamwona mchezaji gani akiondoka na tuzo ya kiatu cha mfungaji bora katika msimu huu wa 2024-2025? Drop your comment hapo kwenye comment. Ni supa 12 ya Dino Television. Tafadhali endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Yes, hatimaye zile tisini dakika za mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara ambao umekutanisha Simba Sports Club dhidi ya Pamba Jiji Football Club zimetamatika kwa ushindi kwa klabu ya Simba, ushindi wa magoli matano kwa moja kono layani Simba Sports Club inafanikiwa kushinda kiporo chake cha tatu cha NBC Premier League wakibakisha kiporo kimoja ambacho kinatarajiwa kuchezwa Mei 11. Simba Sports Club versus KMC Football Club. Ulikuwa ni mchezo wa aina yake, mchezo ambao Simba Sports Club, club, club waliutawala kwa kiasi kikubwa sana, dakika 45 za kipindi cha kwanza zikimalizika kwa Simba Sports Club kushinda goli mbili kwa sifuri dhidi ya Pamba Jiji Football Club. Magoli yote mawili ya kipindi cha kwanza, gol la kwanza Jinchaza wa akiweka kwa penalti katika dakika kumi na sita ya mchezo, na gol la pili akilifunga kwa frik kama pigo huru katika dakika thelathini na sita ya mchezo. Kipindi cha pili kinaanza vizuri sana kwa Simba Sports Club. Dakika 48 ya mchezo Jinchaza wa anaandika gol la tatu kwa Simba Sports Club akipokea asisti yake Elie Mpanzo linakuwa goli la tatu kwa Simba, lakini vilevile linakuwa goli la tatu kwa Jean Chazawa. Hat-trick anaondoka nayo Jean Chazawa. Dakika 80 ya mchezo Lionel Ateba Mbida anaandika goli la nne kwa Simba Sports Club. Dakika 85 ya mchezo, yule yule mfungaji wa goli la nne Lionel Ateba Mbida anaweka mpira kambani, bonge moja la goli, linakuwa goli la tano kwa Simba Sports Club, lakini linakuwa goli la pili kwa Lionel Ateba Mbida dakika 86 ya mchezo, Pamba Jiji Football Club wanapata goli la kufutia machozi kupitia mchezaji Matthew Momanyi. dakika za jioni katika dakika za nyongeza Pamba Jiji Football Club walipata red card kupitia mchezaji Hamadi Maji Mengi. Full time Simba Sports Club tano Pamba Jiji Football Club moja. Matokeo haya yanaendelea kuwaweka Simba Sports Club katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara wakiwa na mchezo mmoja nyuma ya Young Africans ambao wanashikilia kilele cha msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara wakiwa na alama sabini. Wakiwa zidi Simba Sports Club alama 4 pekee. Nafasi ya tatu iko Azam Football Club ikiwa na alama 54, huko Singida Black Stars ikifuatia na alama 53. Nafasi ya tano iko Tabora United ambayo ina alama 37 katika michezo 27 aliocheza mpaka sasa mkiani kama kawaida, Ken Gold ambayo tayari imeshashuka daraja ikiwa na alama kumi na sita. Umeionaje performance ya Simba Sports Club katika mchezo leo? Ni mchezaji gani ambaye amekufurahisha zaidi katika mchezo leo? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.